Asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Leo tumefika hapa hoteli ya Sheraton, zamani ilikuwa New Africa Hotel. Niko na mufti shehe wangu Sheikh Kundecha, niko na Shekh Bane, hmm. Tumekuja kwa ajili ya kuwatangazia Waislamu Four Points hapa, maadhimisho ya miaka 20 ya chuo kikuu cha Waislamu Morogoro kinaitwa Mungu. Mashehe hawa ni mashehe muhimu sana katika nchi yetu. Mashehe hawa ndio wanaemuelezea Allah na mtume katika nchi yetu. Tuombe dua mashehe wetu hawa, kazi wanayofanya ni kubwa. Kazi wanayofanya mashehe hawa, wameachana na mambo yote ya dunia, wanafanya kazi ya Allah ni kuombeni Waislamu wote inshallah. Naam, inshallah. Naam, Profesa Mazinge, naam, uwezi kutafuta muda wa ziada naam, kwa pembezuni, mtapata tu program ya kuwafundisha vijana wetu wa namna ya kuhadhiri. Naam, inshaallah. Kwa kuwa hey, nyiye mmesema mashehe, basi mimi na kusubiri nyinyi mniandalie hii programu. Ni jambo zuri sana na mimi huwa nafurahi Shekh Kundecha nikikuona katika, katika kipindi kile unaelezea una una habari za Mtume, namwona na shehe Walidi namwona na, na, na shehe Bane akizunguka nchi nzima kuwahamasisha watu safari ya kwenda hija.

nani inshallah, inshallah, tunao wanafunzi inshallah, tunao cha Sheikh Kundecha, wala usio na wasiwasi, vijana wapo, wanafanya kazi mashallah, wa watu wao inshallah kote kama wanapojaza uwanja pale mashallah waaoeaale a tunataka <tí>, watu ambao wataweza kujenga hoja, kugeuza hoja, kugaragaza mtu na msalaba wake, kama vile inshallah. Basi tuombeane dua vile vile, usisahau vile vile kumwombea dua mufti wetu inshallah, na jopo lake lote la maulama. Kwa sababu kazi yao kama hawakuthaminiwa na amna jambo, ni kweli. Inshallah, shukrani. Tunaenda katika uchaguzi, tumuombee dua mama yetu Samia na baraza lake la mawaziri na tuombee dua wananchi wote, ili jambo tunaloenda ni jambo muhimu sana, maanake kuna watu waishaanza kuleta maneno ambayo hayafai. Tunataka sasa hivi tufanye dua kubwa, sisi mashehe, tumuombe dua mama ili jahazi alivushe kwa salama, na inshallah, kwa uwezo wake jahazi itakufa inshallah. Wenemvyo vikuu vingi vinazalisha wanachuo wengi Naam. Lakini wanakuwa wako wengi mtaani kuna Naam. nini? Naam, kwa kweli sababu ni nyingi. Moja ni kwamba mfumo wetu wa elimu e, unafundisha nadharia badala kuongezea nguvu zaidi kwenye ujuzi Naam. Lakini pia tumeona e, kwa miaka kadhaa serikali ya Jamhuri ya Muungano ilikuwa inaboresha sera ya elimu na mtaala wa elimu na Januari 2024, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali yake sasa ikaanza utekelezaji wa e, nini sera iliyoboreshwa na mtaala ulioboreshwa ambapo sasa hivi kijana kuanzia hiyo 2024 mwaka jana, akianza kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne, huyu kijana atatoka na vyeti viwili, cheti kimoja cha elimu ya sekondari ya kawaida, cheti cha pili kama vile VETA yaani ana ujuzi sasa, ili aweze kujiajiri sasa. Kwa upande wa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro na, e, nayo inaunga mkono juhudi hizi. Sasa hivi tuna Profesa Musa Asadi alizungumza kama e, makamu mkuu wa chuo katika hafla ya uzinduzi leo kwamba chuo kitaanzisha kitengo maalum cha kuwakomaza vijana katika ujuzi, na, na hiki kitengo pia kitakuwa na kilimo ambacho kinaitwa cha Junkao Grass kwamba hizi ni nyasi za Junkao ambazo tumeshaanza kulima pale mumu, lakini hizi nyasi unaweza ukazitumia kama malighafi a ya kuzalisha ya uyoga, lakini pia unaweza ukazitumia hizi nyasi ukatengeneza malisho ya ng'ombe na wanyama wengine mifugo, mifugo sawa sawa. Lakini pia hizi nyasi unaweza ukatengeneza mkaa mbadala badala huu mkaa wa kukata miti naamu. lakini pia hizi nyasi unaweza ukatengeneza gesi. Wenzetu kule China wako mbali sana, lakini pia hata nchi jirani ya Rwanda wamechukua hii teknolojia na wako mbali mno. Kwa hiyo chuo kikuu cha Waislam Morogoro kinashirikiana na mtaalam kutoka chuo kikuu cha kilimo ya yani SUA e, kufanya hichi kilimo cha majaribio yani, Mungu akipenda baada wejayo, ya miezi mitatu ijayo, nadhani tutafika, tutawatembelea watu wenye shule binafsi, hasa kuwaelekeza kwamba wao sasa hivi wanakatazwa e, wakiwa na wanafunzi ku, kupika kwa kutumia mkaa. Sasa hii teknolojia itakuwa msaada mkubwa sana kwa wamiliki wa shule binafsi na kupikia kwa kutumia gesi kidogo gharama ni kubwa kuliko ukiwa na ardhi ukilima hichi kilimo nafikiri mama yuko katika jihada kubwa sana kuondoa matumizi ya mkaa hakika watu watumie gesi baada ya hiyo shughuli mnaanzisha nafikiri ni katika mchango mmoja wa mama yetu Samia. Naam, hakika. Huyu mama anatakiwa afanyiwe dua. Sahihi. Sahi. Na hata katika harakati hizi katika uchaguzi, nchi iwe na amani, basi tumwombee dua sana mama yetu ili nchi ipite mikononi salama. Sahi. Sahi. Kwa sababu hii nchi ikipita mikononi salama, basi mama anaweza siku moja akaulizwa katika maisha yake ya pera. Eh Bwana, hii nchi wewe ulipewa lakini kwa nini? Kwa hiyo kikubwa si tumwombee dua yeah, ili mama apite salama na Mwenyezi Mungu aweze kumjalia na yeye na serikali yake inshallah. Nilikuwa safari lakini nimerudi na shukuru alhamdulillah. Tuko pamoja na mimi nitakuweko Morogoro katika maadhimisho miaka ishirini profesa wa chuo kikuu wa Islam Morogoro wanaita Mungu, angalia wazee hawa, bila bila Allah subhanahu wa taala kumpa Mtume ile sura 96 aya sita ya kwanza akaambia ikra, hawa maprofesa asingekuwepo. Hii peke yake inathibitisha Mtume ni mtume wa Mungu. Niko na profesa hapa wa chuo kikuu Morogoro Inshallah. Mimi sina la, la kusema isipokuwa ni kumwombea dua tu mimi nataka eh, uprofesa wako uendelee katika umri wako, na Mwenyezi Mungu waumalize salama, utuachie vitu ambavyo hata ukienda akhera vile vitu vitakuwa vikifanyika na wewe kule akhera unapata thawabu. Na mimi naitwa Profesa Mazinge, mimi ni profesa wa mambo ya comparative religion, ulinganishaji wa dini. Wewe uko mumu, mimi niko mitaani kwa hiyo ngoma draw hapo, shaka wala usiona wasiwasi. Inshallah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala sote atupe mwisho uliokuwa mwema.